Raha hili ni sisi Watanzania, ni waombe tukae kwenye majukwaa yetu. Wazee, mna majukwaa yenu, na kwenye majukwaa yenu mna dini mbalimbali, mna makabila mbalimbali mbali, mna vyama mbalimbali mbali, lakini wote wazee wako kwenye majukwaa yenu. Kaeni mzungumze, kaeni mzungumze, vijana wetu wasitumike walivyotumika Unaporudi leo mzee na kulia, kijana wako kaumizwa mguu, kijana wako kwa bahati mbaya alikufa, ulishindwa nini kumzuia asitoke? Ulishindwa nini kumwambia maneno ya hakima asiende? Tukawaachia sisi. Ndio wazee wa nchi hii, tukae tuzungumze na vijana wetu kwenye mabaraza yetu na kwenye majukwaa mbalimbali, viongozi wa dini kama kweli kama kweli